Idadi ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita, ghasia na mateso duniani kote imefikia kiwango cha juu hasa wakati ambapo ufadhili wa kibinadamu unashuka. Kwa mujibu wa ripoti ya Global Trends ya shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR iliyotolewa hii leo, imeonyesha kuwa kufikia mwisho wa mwezi Aprili mwaka huu watu milioni mia ishirini na mbili nukta moja wamekimbia makazi yao kwa lazima, huku imeonyesha ongezeko kutoka milioni mia ishirini mwaka jana na sababu la ongezeko hilo limetajwa kutokana na migogoro mikubwa inayoendelea huko Sudan, Myanmar na Ukraine. Kamishna Mkuu wa UNHCR Filippo Grandi, amesema kuwa tunaishi katika wakati wa msukosuko mkubwa katika uhusiano wa kimataifa. Pia vita vya kisasa vimezalisha hali mbaya na yenye kuhuzunisha kwa wanadamu, huku wakimbizi wakikabiliwa na changamoto nyingi. Watu waliokimbia makazi yao kwa lazima ni pamoja na wale waliolazimika kuama ndani ya nchi zao kutokana na migogoro ambapo idadi yao imeongezeka kutoka milioni 6.3 hadi milioni 73.5 mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa Sudani imekuwa nchi kubwa zaidi duniani kwa watu waliolazimika kuama makazi yao ikiwa na wakimbizi milioni 14.3, na wakimbizi wa ndani IDPs ikichukua nafasi ya Siria milioni 13.5, ikifuatia na Afghanistan yenye wakimbizi milioni 10.3 na Ukraine, milioni 8.8. Kinyume na mitazamo iliyoenea katika nchi tajiri, asilimia 67 ya wakimbizi wamesalia katika nchi jirani, huku nchi za kipato cha chini na cha kati zimehifadhi asilimia 73 ya wakimbizi duniani. Hii imeonyesha kuwa watu wengi waliolazimika kukimbia hawaziachi nchi zao wenyewe na hali hii inahitaji umakini wa kimataifa ili kusaidia wakimbizi na jamii zinazowapokea. Ingawa idadi ya watu waliokimbia makazi yao imekaribia kuongezeka maradufu katika mwongo mmoja uliopita, ufadhili kwa UNHCR sasa uko katika kiwango sawa na mwaka wa 2015. Hali hii imesababisha ukatili na upunguzaji wa misaada ya kibinadamu na kuacha wakimbizi wengine wanaokimbia nchi zao kuwa hatalini zaidi. Katika mwaka 2024, watu milioni 9.8 waliokimbia makazi yao wamelejea nyumbani, ikiwa ni pamoja na wakimbia milioni moja nukta sita na wakimbizi wa ndani milioni nane nukta mbili. Hata hivyo, hali ya kisiasa na kiusalama katika maeneo mengi imekuwa mbaya na watu wengi walilazimika kurudi nyumbani katika mazingira magumu. Kwa mfano, takribani Wasiria milioni mbili wameweza kurejea nyumbani baada ya muungo mmoja wa kukimbia, na wengi wamelazimika kurudi nchini mwao katika hali ngumu, huku nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Myanmar na Sudani Kusini zikikabiliwa na watu wapya waliolazimishwa kuama makazi yao. Ripoti hiyo imesisitiza umuhimu wa kuendelea kufadhiliwa kwa programu za UNHCR zinazookoa maisha, kusaidia wakimbizi na wale wakimbizi wa ndani wanaorejea nyumbani kwao na kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii katika jumuiya zinazowapokea. Hii ni muhimu katika kuimarisha usalama wa kikanda na kimataifa, ili kuhakikisha kuwa wakimbizi wanapata msaada wanaohitaji ili kuyajenga upya maisha ao Daniel Gilbert Poe, SAUT Digital.